Jamani jamani wa Tanzania tunachotakiwa kushukuru ni Yanga ameibuka na ushindi katika mechi ngumu dhidi ya AS FAR. Yanga alicheza mpira mkubwa sana leo. Yanga ametengeneza nafasi nyingi sana kama nilivyokuambia hapo awali. Yanga amepiga mashuti mengi sana leo hii. Yanga ameshinda moja bila. Yes, anaona mjadala la mkuu ni kwamba Yanga amebebwa. Yeah. Kwani hawa Warabu wakioga kwa huko wakibebwa kina Wydad hawa kina AS FAR wenyewe kina Piramidi kina Al Ahly nani wanazungumza? Yes. Timu ya Tanzania imeshinda. Wameshinda wa Tanzania. Umeona? Timu ya Tanzania ndio imeshinda. Mimi nafikiri top story iwe ni Yanga kushinda. Yanga amesha ku, Simba amesha kumfunga eh, RS Belkano na kumbuka Benjamin Mkapa. Hivyo hivyo Belkano walipata goli katika ile mechi. Silikuwa ni clear goal lakini story ni nini? Jamani imeshinda timu ya Tanzania. Mimi sioni kama kuna mantiki yoyote ya sisi kwanza kujadili kwamba oh, Yanga kabebwa, Yanga siyo kitu fulani, no. Imeshinda timu ya Tanzania. Umeona? ikishinda timu ya Tanzania ni mafanikio ya nchi yetu sisi. Kwa mimi sioni kama leo Yanga amebebwa. Kama mwamuzi ni binadamu, yes. Tukio limetokea mwamuzi ni binadamu, kasema so goli so goli. Hata tukipiga kelele tukisema bwana Yanga kabebwa kabebwa kabebwa. Hakuna stori mpya. Yanga alikuwa anastahili kushinda leo. Yaani mimi stori kwangu, Yanga leo amestahili kushinda. Tuache makasiliko. Kama Yanga imekuumiza kushinda leo ama kupata ushindi, bwana Nenda kaombe mbeleko yao kama Yanga amebebwa. Yanga kabebwa leo, wewe omba mbeleko yao, tunawe ubebwe, maisha mengine yaendelee, lakini football ndio ilivyo. Football ina matokeo ama ina matukio mengi ya kikatili sana. Sio, ni kama hii ni story kwangu. Yanga kashashinda, imeisha hiyo. Hakuna story nyingine. Yeah. Wewe, kama nataka kupiga mpunga, kama ulimpa odds, yaani leo Yanga alikuwa na odds nyingi, kama ulimpa. Nafikiri kama ulikuja kwenye grupu letu kule sifuri sita tisa si 0663661 basi utakuwa umeshapigia mpunga hapo, umetulia. Odds za Yanga zilikuwa nyingi sana, ndugu zangu. Mambo mengine yote tuachane nayo, hakuna story. Yanga kashinda, ndo story kusema, siyo. Yanga kabebwa ni na nini? Timu nyingi zinabebwa, mbona aziziki? siku ile unakumbuka alipofunga goli kule Afrika Kusini, watu mliongea nini? Ya. Mpira ndo ulivyo, uwezi kuwa yani, mpira yani, mpira ndo ulivyo, iwe Ulaya iwe Afrika, ni matoke, yani maisha ya kawaida. Ishu kama hizi zinatokea, wanakosea watu kwenye VL itakuwa huku kwetu Afrika? Ebana, Yanga kashinda, hiyo ndio story, hakuna kitu kingine.